Sasa hivi tunavyozungumza tayari mada moja imeshafundishwa, zimebaki mada tatu, na kwa mamlaka ulio kati ya kufungua mafunzo, mafunzo yameshafunguliwa. Sasa jukumu iliyopewa la kukaribisha ili <coughs> uweze kuongea na wanafunzi walioko mbele yako kwa heshima na taadhima, na kukaribisha rasmi uweze kuzungumza nao, msimamizi wa uchaguzi jimbo la Bumbuli Lengo la mafunzo haya ni kuwajengea uwezo wa usimamizi wa vituo, wasimamizi wa vituo pamoja wa na usimamizi wa usaidizi wa vituo ili kwenda kusimamia kazi hii hiya, wasi, wa raisi, wa bunga, yembuli, ya uchaguzi wa rais wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na madiwani kwa Tanzania bara kasimamie kwa uwezo weledi wa kutosha, maana tumefanya haya mafunzo ya miongozo mbalimbali ya tume imetolewa na tumewapa na mafunzo hayo yanaendelea. Lengo ya, ya ikiwa ni hilo, na wito kwa wananchi, wito wetu ni kwamba tunaomba sana wananchi wajitokeze wakapige kura, ao ni haki yao ya kikatiba o ya, ya kisheria wakachagua viongozi wanaowapenda, fanye kazi kwa weledi, wafuate Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wafuate sheria ya uchaguzi ya mwaka 2024 ya na miongozo mbalimbali ambayo imetolewa na ambayo inaendelea kutolewa ina, na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Jina naitwa Rukia Musa Ngereza, kazi yangu ni afisa mtendaji, lakini kwa leo ni msimamizi msaidizi wa uchaguzi katika kituo ambacho mtapangiwa. Kazi ambazo tumeishapewa tume tangia asubuhi, kwanza ni kufahamu kazi za, za kwenda kufanya katika vituo ambavyo tutapangiwa. Kuna msimamizi mkuu wa kituo ambaye ndiye atakaye ratibu shughuli zote katika kituo kile, matatizo yote, changamoto. Kama kuna tatizo, ndiye atakaye atakaye wajibika kuuliza kwa msimamizi wa uchaguzi. Msimamizi namba mbili, yeye atapokea wapiga kura atahakiki vitambulisho kitambulisho chake ataangalia orodha ile ya wapiga kura, kama ameandikishwa kwenye ile daftari ya wapiga kura. Wito kwa wananchi ni kuwahamasisha ili wapige kura, kwa sababu kauli mbiu inasema kwamba kupiga kura ni haki yako, ujitokeze uje kupiga kura. Kwa hiyo wakija wata, watakuwa wamepata hiyo hamasi. Kama kiongozi nimeshahamasisha kwa majina, naitwa Ali Hudulwena. Mimi ni mmoja wa watu waliohudhuria mafunzo ya wasimamizi na wasimamizi wasaidizi wa vituo vya kupiga kura. Baada ya kupata haya mafunzo, kazi yangu ni jukumu langu la kwanza ni kuhamasisha wananchi wote katika eneo langu, kata ya Soni, wahudhurie katika zoezi la kupiga kura kuchagua raisi wabunge na mheshimiwa madiwani. Hii elimu ambayo nimeipata hapa itatusaidia katika kuwaongoza wananchi wote watakao kuja kuhudhuria katika zoezi la kupiga kura. Wananchi wote asiwe na wasiwasi, zoezi hili ni jepesi, tutakuwa na waongozaji wanne, kila mmoja atakuwa na jukumu jepesi kabisa la kuhakikisha kila mwananchi anapiga kura yake kwa haraka na kuendelea na majukumu mengine. Hivyo nitoe wito, nitoe rahi wananchi wote nchi nzima, mikoa yote, wilaya zote, halmashauri zote, kata zote na vijiji wote kujitokeza katika kupiga kura, kwa sababu zoezi hili ni muhimu sana katika kulinda haki yako na mwishowe kuleta amani katika taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa majina, mimi naitwa Ali Alea.